Naam, karibu sana mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa chaneli pendwa kabisa, hey, chaneli ya Bruce Charz Evarist Mchael. Ni matumaini yangu kwamba haujambo na ni mzima wa afya. Tofauti na hivyo, ni kuombee tu kwa Mwenyezi Mungu akujalie wepesi eh, katika changamoto zote unazozipitia katika afya na kiuchumi, Mungu akuepushe nazo kabisa eh. Na kitu kingine, tunaelekea sasa hivi katika msimu wa sikukuu ya kuadhimisha sikukuu ya Pasaka, sikukuu ya kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristu. Hata kwa nyie Waislamu wenzetu, tunaomba tuweze kushirikiana pamoja kama tulivyoshirikiana na nyie katika sherehe yenu, sherehe ya Ramadhani Idd el Fitri. Tulishirikiana na tulionyesha ushirikiano mzuri sana wa Kristu katika kusherekea sikukuu yenu ya Ramadhani. Na kitu kingine ni washukuruni sana nyote ambao mnazidi kusapoti chaneli yangu ya Bruce charz Evarist Michael na wale mlioshiriki kutazama mbio za baskeli eh, mbio za baskeli ni nzuri sana jamani, niwaambie. Eh, unamwona mtu anavokanyaga baskeli na kunajua kwamba kuna watu wengine baskeli hata wajui zinaendeshwaje. Kuna watu wengine mna miaka mna siku hamjawahi kugusa tena baskeli tangu mwamie mjini wapi. Unaona uh, final ilikuwa ni nzuri sana na kama hujawahi kuiona hii final, uh, unaweza ka ukaingia sasa hivi katika YouTube ukaandika Bruce Charles Evarist Michael, utaona video zangu ni nyingi sana na ni nzuri zinafundisha vile vile, uh, utaona vijana wanapiga pedo wanakanyaga basikeli hatari, kama kama motocycle <laughs> uh, niwashukuruni sana wote, endeleeni jamani kunisapoti, bila nyie mimi siroroti kabisa. Hey, si roroti. Uh, niwatakie tu maandalizi mema ya sikukuu ya Pasaka ya kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristu. Anapofufuka, Wakristu wote tuweze kufufuka pamoja na yeye katika roho na kweli. Uh, niwatakie jioni njema uh, ndugu zangu wote nawapenda. Amina.